Hii ni the dark na nimekutana na dada yangu hapa ambaye ana mtoto mdogo ambaye na anakaa naye nje au anaishi naye nje lakini ametupa ya historia yake kidogo ya ujauzito wake ambaye, uh, uchungu ulimkuta barabarani lakini mpaka sasa hivi hana makazi maalum na ni kisa cha kusikitisha sana, ambapo uh, mwanaume ambaye alikuwa naye amemwacha solemba na anaanza kupambana na ujauzito kujifungua kudanki, kudanki, kudanki, kukata, vado, kwa kudanki danki sehemu za kukata. Sasa hivi bado maisha yake sio maisha. Habari yako? Pole pole sana. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Adija Juma. Tumeona unaokota chupa, wengine wanajiita makopo barabarani, na ukiwa na mtoto mdogo, wengi wakataka kujua kwa nini umefikia hapo ukiwa na mtoto mdogo, kwa nini unakota na sio kazi nyingine, nakuta nachuka no, kwa ajili ya kujipatia kipato, kujipatia riziki mm. na mwanangu tuweze kupata kula mm. mm. na wakuwa na hofu, unajua, labda mtoto labda angebaki nyumbani au angekaa nyumbani, lakini wewe kuwa naye pale, na maana kuna, kuna, kuna shida. Ndio, nyumbani hakuna mtu wa kubaki naye kwa muda wote, naye mimi mwenyewe mm. okay. so mwanzoni nilisikia stori yako kidogo. Uh, uko barabarani unaokota machupa ama makopo, ni kutokana na kutokuwa na mtu wa kusaidia, lakini pia mzazi mwenzako ambao umezaa naye mm, alikuacha ukiwa mja mzito, sio hivyo? mm. Ilikuwaje? Mwanzoni tulikuwa sawa tu saatu, mm. lakini nilivyobeba mimba nilivyofika kama mm. miezi mitano ive ndo akawa ameondoka. mm. Kameondoka kwa maana akanitelekeza mimi na tumbo. Na tumbo. Uh -huh. Mwanzoni nilikuwa nafanya kazi mm. Uh -huh. nafanya kazi, kwa hiyo ile hali ya ujauzito ikanipelekea nikawa naumwa sana, mpaka mwisho wa siku hata kazi nyingine ikaacha, na mm. ikabidi nikaepo tu nyumbani, mwisho wa siku na kodi yenyewe sasa ikanishinda mm. ambapo ilikuwa bado ipo, ikanishinda kwa sababu sina kitu cha kuongezea kipato mm. Uh -huh. kwa hata pale nilipokuwa mm -hmm. mm. ni ni ni na kaa, ilibidi nikafukuzwa kwa, nikawa nimeondoka, nikawa nahangaika mitaani mimba. Na miezi mingapi hapo sasa? mimba mimba inazidi kukua mm. mm, mimba inazidi kuendelea kukua nikawa na nauza matikiti kwa ajili ya kupata kipato ili nipate kula. uh -huh. Okay. baada ya hapo ikafikia tu kujifungua, kwa sababu sikuwa na chochote, sikuwa na makazi maalum, nalala nje, naenda na angalia sehemu ambao kutakuwa na watu yani, kuna watu nje, yani, sehemu ambao wanafanya biashara mpaka asubuhi, ndio mimi naenda pale nakaa, nalala pale kifupi. Kwa asubuhi ndo naondoka naendelea na mzunguko wangu, kila siku narudi pale nalala na hiyo tulikuwa ni kujiepusha na masuala ya k watu wanaweza kukudhuru, kukubaka. uh -huh. okay. kukutana na kadhia hiyo, lakini namshukuru Mungu haijawahi kutokea. okay. uh -huh. okay. Wewe, uchungu ulikupatia ukiwa wapi na ilikuwaje? ilikuwa njiani. Ulikuwa unaelekea wapi na ilikuwa ulikuwa unafanya nini? Mm, hapana, nilikuwa nazunguka kwa sababu hata pakuelekea nilikuwa sina, kwa hiyo nilikuwa nazunguka tu katika zile harakati za kuzunguka, na uchungu umenipatia njiani. Unakumbuka ilikuwa ni wapi? Nakumbuka ndio. Ilikuwa ndio kule kama unaenda Gongo la Mboto sehemu moja naitwa Mombasa. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa ni... mm. asubuhi. mm. Mm. Okay. Ilikuwa asubuhi nilianza okay. mm. mm. tu kujisikia vibaya, ila kujisikia vibaya nilianza kutoka kule kule ambako nalalaga kule mm. Kwaiyo nivokuja kwa huku mtani kuendelea kuzunguka zunguka ndio kazidi kujisikia vibaya kwao, mwisho wa siku nikawa nimepata msaada, mama mmoja akawa amenisaidia akawa amenipeleka hospitali. So hiyo baada ya wewe uligundua nini sasa kama kwenda hospitali? maana kama uliona kuna dalili za kujifungua ama nini? Eh, kwa sababu ndio niliona kuna dalili za kujifungua, dalili za uchungu ndio kapeleka hospitali ndio kapeleka hospitali. Eh, kapele nikapata msaada kwa mama mmoja mm. Kanipeleka hospitali mm. Basi nikawa nimejifungua. Nilipotoka hapo, kwa sababu sikuwa na makazi, kuna mama nikawa nimemuomba, nikajishikiza angalau kwa wiki tatu hivi nivyojishikiza kama wiki tatu, mama pia akaona, nikawa nimeondoka, tena kaondoka ondoka nikaendelea maisha mtaani. okay. Mm. Okay. na okay. Dar es Salaam hauna ndugu? Ah, sina ndugu. okay. so ulivyojifungua ndo kaanza sasa kuzunguka mtaani kuokota machupa, makopo. Afu nalala wapi? Tunalala mtaani. na mtoto unalala mtaani sehemu gani? sasa wewe sehemu gani? niko nalala mtaani vile, vile naangalia sehemu si ambao kama vile vile mwanzo nilikuwa nalala, ila baadaye ndo kuna mama akaja akawa ameniona akasema basi sawa, utakuwa nalala hapa, lakini kula utakuwa unajitegemea, uweza kukudumia kwa kila kitu sina. So ilo ilo mwanaume ajenge kutafuta kabisa, hajawahi kunitafuta. Na hata namba yako kipijini? kama kaifungia lakini wakati uko naye una, una, kwenye mahusiano ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa unamuona unafanya naye maisha ama ilikuwaje? Alikuwa ni mtu ambaye anaonekana akufanya maisha mm, alikuwa ni mtu akufanya maisha, lakini mwisho mm, wa siku ndio ikawa vile. Kwa hiyo sasa hivi una unavyozunguka mtaani unapata shilingi ngapi? Una pesa unaitumiaje? Mtaani siwezi kusema napata hela kubwa, kwa sababu sasa napata mimi ndogo sana, kwa sababu kilo ni mia mbili hamsini mm. na mimi kitokea sana nimeokota chupa labda kilo 10 yani, hapo ndo nimetokea na mtoto mgongoni, naweza kujikuta napata tu 1000 kwa ajili ya kula tu basi. Muda mwingine pia inakuwa haitoshi, kula mnalala na njaa. Sasa okay. okay. wito wako ni nini sasa? Unaambia una, so, kwa kwa sababu kadhia ulipitia hiyo una, unafikiria ufanye biashara, unafikiria ufanye nini? Kwa mfano, ningepata sapoti nikapata sehemu ya kuishi labda, kwa, kwa maana ya kwamba nikapata chumba changu nikapata labda ya kisehemu changu nikaweka biashara ambayo itani ambayo itakuwa ya kudumu ambayo itafanya yani nimtazame mtoto wangu vizuri na niweze kulipa kodi mwenyewe, kwa baadaye, ingekuwa hmm. vizuri sana, ningeshukuru sana okay. Hmm. Okay. Na katika hivi vipindi vyote hivi ni kipindi gani kilikuwa kigumu zaidi kwako? hmm. kipindi kilichokuwa kigumu kwangu, vipindi vyote vilikuwa vigumu. hmm. vyote vilikuwa vigumu, vyote vilikuwa vigumu vyakula vilivyokuwa vigumu sana. Muda mwingine unalala una njaa na una mtoto mdogo unanyonyesha, yani unakupita hata siku mbili au siku tatu ukili chakula, sababu hujapata pesa. Siku tatu ilikuwa eh, napata hadi siku tatu ja sijakula, na una mm -hmm. mtoto mdogo na unanyonyesha. Hiyo okay. ndio kipindi kigumu zaidi. mm -hmm. Au nakuwa uko na mtoto mdogo na sema kuhusu, pole sana. Ulikuwa una, una, unapata unafikiria una, una, una, una, una nini kwenye hali kama hiyo? Nilichokuwa nafikiria ni mwanangu tu akuwe najua cha kufanya mbele labda kama itatokea. Kwa sababu mm. Mm. Hali kama hiyo lazima ikatishe tamaa. Ndio anakatisha tamaa, lakini mm. Mm. unapambana apambana tu. Ulifikiria kujiua? Sio kujiua tu, muda mwingine nilikuwa nafikiria kumtupa. Kumtupa mtoto, kufikiria hiyo? Uh-huh. Mara ngapi Nishai kufikiria. Mara ngapi ulifikiria? Kama mara moja au mara mbili. Na ulipanga namna kumtupa mtoto? Eh, nilipanga nikamweka kwenye nyumba ya mtu. Kwenye nyumba mtu. Mm. Mara kwanza ulipanga kumweka kwenye nyumba gani? Hapana, kuna nyumba tu niliona nikasema ngoja nikamweke hapa. Okay. Mm. Mara pili? Nyumba hiyo hiyo. Kwa nini kilikuzuia sasa kwenda kumwacha mtoto au kumtupa? Hapana, ni ule uchungu tu wa mama. Mm. Ohia mtoto wake. Unakumbuka hiyo siku ilikuwaje mpaka ukafikia mawazo ayomtoo? Pole sana pole sana tuta alikaona, ume sina jinsi ya kumsaidia kwao, nikaona labda nienda nikamweke pale apate msaada. ni nikilitokea sasa maki ukutekeleza hilo tena? Hapana, niliamua nilienda tu kununua panado nikampa, basi mpaka alikaa sawa. Pole sana, asante unalipa sasa, una la kuambia uh, kwa sababu ninajua kila unalopitia wewe uh, umesema ni Mkristo a Mwislamu, hakuna kitu chochote. Pole sana, uwambie sasa wa Tanzania wakusaidie ili uokoke, u, u, u, u, u, na hicho ambacho tayari lakini mpaka sasa hivi si unajiona, at least unapata mwanga kidogo, ama bado upo kwenye ile, unatamani tena kumtupa mtoto? Ah, kumtupa mtoto kwa sasa hivi, hapana. Kidogo umeanza, umeanza. Ah, kuna nini mtoto? yeah. yeah. Kidogo kupata matumaini kwamba? Eh, kidogo nimeanza kupata matumaini. Yule mtoto anakuwa ni mtoto wako wa kike, wewe ni mama. Sasa mara nyingi, kuna maneno unazungumza naye kama mama na mtoto As... Ni vitu gani unafikiria kumwambia makikuwa zaidi ya kumfundisha tu sieme? hmm. kama una hmm. hey, hmm. ngine kuna namna tu ya kumfundisha kama mtoto eh, kumwelekeza. Ndio, unamwelekeza kupitia mkaso, kupitia kwa watoto wa kike wengine kupitia mkasa nilichokipitia tapia nichamwambia tu mm -hmm. Nitamfundisha, nitamfundisha kupitia kile nilichokipitia mimi mm yani -hmm. kitakuwa ni fundisho kwake pia mm -hmm. mm -hmm. pole sana. Sana, sana. Umeona uh, mahojiano yetu na huyu mama wa mtoto mmoja ambaye mara mbili amefikiria kumtupa mtoto wake na kumwacha sehemu ili Mwenyezi Mungu ameweza kumsimamia na, na mtoto wa wake bado yuko naye, lakini amepata tumaini jipya baada ya baadhi ya watu kuanza kumshika mkono, lakini sasa hivi anahitaji jitihada zaidi za kumshika ili huenda e, ni Samia wa baadaye Ana, hmm, kwa, kwa. kwa. wa kuchangia kwa namba gani ama wakutafuta kwa namba gani, kama atakusaidia? <coughs> kama wanataka kumsaidia nitafute kwa, kwa namba mm. Eh, au kwa vyovyote watakavyoguswa lakini namba yako ile uikumbuke eh. Uh, unaweza ukahitaja e, eh. Uh -huh. sifuri sita mm. sitini na mbili mm. thelathini na tano arobaini mm. ishirini na tisa okay. Mm. Okay, pole sana, asante kwa hiyo uh... Tunajua wewe ni umetoka Tabora, sio hivyo? Eh, kuja Dar es Salaam, ulikuja kwa ajili ya nilikuja kufanya kazi hmm. Baadaye bosi wangu akawa akapata dharura hmm. Alipata shida fulani hmm. Kwa hiyo akatuhusu kwenda nyumbani Okay. Ila kwakuo, mi niliamua tu kubaki kupambana kutafuta maisha, kwa sababu hata ukirudi nyumbani hakuna unachoenda kukifanya, kwa sababu nyumbani ni maisha magumu yale yale tu, labda niliona labda nibaki nipambane hapa labda. mm. A, lakini ulichokutana nacho, naona bora ungerudi nyumbani, ama unaona ni mapambano ya maisha kwako, kwa kwa umepata picha gani? Naona nimepata funzo tu labda, yeah. mm. funzo So baada ya ile kutaka kurudi nyumbani ukaamua utafute maisha ndio ukapanga chumba ukakutana na mwana huyo mwanaume ee, au yeye ndio alikupangia. Nilipanga chumba. Wapi ilikuwa? Baadaye yeye mwenyewe Gongo la Mboto. Mm. Baadaye mwenyewe pia akawa analipa. Mm-hmm. Tulikuwa vizuri tu. Tukakaa pamoja. Ah, hapana alikuwa anakuja rongo. Siku moja moja. Eh. Baada ya hapo wakapotea ama ilikuwa nini? oba kwenye hii miezi ya kwanza ulivyomwambia ujauzito, alisema alipokeaje? sikuwa kwanza, namwambia na ujauzito alikuwa sawa tu, hakuonyesha shida. alichelewa kujua kumwambia sijafahamu, lakini mimi nilimwambia sawa sawa kabisa. mm -hmm. Akasemaje? mm. Alikubali tu. mm. mm -hmm. Okay. Sasa akirudi leo inakuwaje? Mapa, mapa. Zia, ni mahaba, hapana kweli, haba mazito, aa hmm. Um, okay. Lakini akirudi kutaka kumchukua mtoto wake ama kumlea <coughs> kitaka <coughs> kumchukua mtoto wake, labda afate nitakachomwambia afate, yani masharti ambao nitamwambia, kama atafata yes. Masharti nitakaomwambia nita nitakayompa atamchukua lakini kama hata, mm. mm. hata, hata hata moja. mm -hmm. Okay. mm, masharti yenye ni hapo sasa atakapokuja, ila mpatia mwanangu hapana, na penye tu yani atabaki kwangu, lakini sio kwamba atamchukua atandoka naye. Okay. Okay. Ndio baada ya okay. hapo kodi kuisha ukafukuzwa, ndio nikawa nimefukuzwa. Okay, pole sana bwana. Asante, pole sana na kule ulikuwa unaenda kwenye vile vijiwe vya kulala usiku, ili usi, usi, usi wasi, watu wasikufanye kitu kibaya kule, hakunaga madhara yote lio kutokea? Hapana, haijawahi kutokea, haijawahi kutokea. haijawahi kutokea kitu chochote, namshukuru Mungu. Kwa hiyo kwa sababu hmm. ni sehemu ambayo watu hawalali hmm. wako macho. Sasa uko uchoki, ndio nabidi tunawe kama wao unacheza mziki au unafanya maji sehemu nyingine, biinaja ukifika sehemu hapana. Yaani kule ni sehemu ambao nann wanachinja ng'ombe lika machinjioni, kwa hiyo sasa kuna mama ntilie unapika chakula, kwa hiyo unaenda, unaweza ukaenda ukakaa kwenye mgawa wa mtu. Sasa mbonsgine nagizananili maziwa tu nakaa maziwa yaishi, kumbe uo nasubiri pakucha Hmm. Yeah. Subuhi. Ukitaka subuhi ndo unaenda. Sasa, yeah, na... usiliko ulale kabisa. Muda mwingine mchana niko nazinavizia sehemu, kwa sababu mchana hakuna mtu anaweza kakufanya kitu, kwa hiyo niko nanyalia sehemu nalala

Haikuwa riziki labda. ah, Okay. Mm. k kumbe alikuwa alikuahidi ndoa Mm. Okay. Ndio kitu ambacho kilikuvutia zaidi, ama mm? siri vitu vingine <laughs> Amna kawaida tu mm. Mm. lakini kitu ambacho ulivutiwa naye alikuwa ni alikuahidi ndoa mm. na alikuwa no, no, haonyeshi kama mm, ni mtu labda anaweza akawa tapeli Hmm. Asa alikuambia kwa nini anakaa we unakaa kwake na yeye anakaa kwake kwa yani, ilikuwa, yani, kwa nini ilikuwa hmm. ha, hivyo ni, ni mume wa mtu labda anataka kuoe matala. Mmm. niambia. Sikuwahi kugundua chochote. Mna?

hatuwezi ah, kumtaja wala kutaja jina lake kwa sababu ya kulinda faragha za watu mm -hmm. Lakini una ujumbe wowote kwake? mm. Aendelee mm. na maisha yake mm. mm. mm. Okay. Lakini mm. jeraha likipona tutapata tena mwingine inshallah. Sasa labda aje nyumbani ndo <laughs> hapanavio mpaka aje nyumbani sasa hivi sasa hivi mahali, mashallah, nyumbani kabisa, mm. kabisa. Uh, nimefundisha. Ah, mm. Yeah, shukrani sana mama nani? Mama Glory. mm -hmm. bila shaka sasa lile wazo la kumtupa mtoto limeisha. <laughs> okay. mm -hmm. Okay. Utakuja kumwambia niliwahi kutamani kukutupa kwa ajili ya hili? Nitamwambia. Nitamwambia. Nitamwambia, yani nitamsimulia ili naye apate fundisho fulani. Mm. Awe ni binti fulani tu mtulivu yani. Mm. Yeah. Ah, shukrani sana. Eh, nadhani tayari umeshataja mawasiliano yako, nadhani wananchi ama Watanzania wataungana na wewe kwenye hili ambalo umelipitia. Tunataka utoke huko uwe mwanamke wa nguvu, sawa? Baadaye tuje tukutana kwenye vikao huko, unaniambia unakumbuka kaka, unatukumbukana yeah. <laughs> Mashaallah, siku moja. Ah, inshallah nashukuru. Eh, sana eh, mimi sinawishi hivyo, kwa sababu siku zote, uh, nyakati ngumu ndo zinazotukomaza zaidi eh, na tuli. ni lazima tupitili ile, tuwe tu tutoke tu, vizuri hmm. au tuwe vizuri eh, tuwe kama, kwa hiyo hizi nyakati wala zisitutetereshe zisitu mvunje uh, matumaini, bali zituongezee tu kasi ya kupambana, usimamini so, hilo naamini kwa mm -hmm. uwezo wa Mungu inshallah Allah shukrani sana.